Karibu katika kipindi kinachoitwa The Gear. Hiki ni kipindi ambacho kama wewe ni mpenzi wa magari, sio sehemu ya kukosa kutazama. Kama wewe unamiliki gari, basi sio ya kukosa. Kama wewe una ndoto ya kumiliki gari, ni sehemu ambayo hutakiwi kuinuka. Na kama wewe unaweza ukawa na ndoto ya kumiliki uh, garage ama kutaka kuwa fundi, basi hii ndo sehemu yake ya kuweza kutazama show hii kali kabisa. Mimi naitwa Jerry, unaweza kuniita 255 Jerry. Katika The Gear leo nimeandalia elimu moja nzuri sana. Aa, katika gari bwana kuna kitu kinaitwa lifespan. Lifespan ama periodic uh, service. Lifespan ya vitu uh, katika gari yani maisha ya kila kitu katika gari vinatofautiana. Huwezi kusema maisha ya timing belt yanaweza kalingana na maisha ya tairi, au maisha ya brake pad yakalingana na maisha ya oil na oil filter. Sijui nikisema maisha unaelewa kwamba kila kitu kina muda, yaani sio kwamba utegemee kwamba utafunga brake pad tu itakaa miaka yote Hapana, kuna kilometa ambazo ukitembea utahitajika kubadilisha tena breakpad. Na itafika kilomita fulani utahitajika kubadilisha let's say fan belt. Sasa hizo zinaitwa lifespan ya kila aina ya spare. Leo nimeandalia baadhi ya, ya, ya spare ambazo ni common kwa ingi, watu wengi watumiaji wa magari ambazo wanazibadilisha. Kuna nyingine hawazibadilishi, ama kuna nyingine wao hawana kabisa elimu kwamba zinahitajika kubadilishika kwa muda gani. Kuna vitu vinabadilishwa kutokana na umri, yani miaka na kuna vitu vinabadilishwa kutokana na kilometa. Vitu vingi sana kwenye gari vinabadilishwa kutokana na kilometa, yani gari imetembea kilometa ngapi? Lakini tairi inabadilishwa kutokana na umri, yes. Kuna umri wa, wa tairi kuweza kutumika pale ambapo tokea siku ambayo imefanyika production ya tairi na mpaka siku ambapo uh, Uh, let's say miaka mitatu mpaka mitano. Ukienda katika tairi ya gari yako, kuna sehemu unaweza kukuta imeandikwa uh, sifuri saba labda mbili nne ikimaanisha kwamba ni wiki ya saba mwaka 2024. Sasa uh, kitaalamu inashauriwa kwamba tairi isitumike zaidi ya miaka mitatu, wengine wanasema isitumike zaidi ya miaka mitano, yani usichukue tairi ambayo imezidi zaidi ya miaka mitano. Kwa hiyo utakapokuta uh, kwa mfano mwaka huu ukipiga mahesabu miaka mitano nyuma, lakini ukakuta tairi ina miaka labda saba, kitaalamu haishauriwi uweze kutumia tairi ya aina hiyo kwa sababu inaaminika kwamba ile material iliyotumika kutengeneza tairi inaweza ikawa tayari imeshakauka na kuweza kusababishia ajali. So, hiyo tukizungumzia swala la umri basi umri ndio huo, miaka mitatu mpaka mitano kwenye tairi. Lakini tunaweza tukazungumzia kilometa. Kuna gari ambazo zinatembea sana, unakuta gari inasafiri everyday, inaenda inarudi, inaenda inarudi. Basi kuna kilometa ambazo pia zinashauriwa, kabla haujazifikia ama zikikaribia, ubadilishe tairi ile. Inategemea na aina ya tairi, lakini inashauriwa kuanzia kilometa elfu hamsini mpaka kilometa elfu sabini. Inategemea na quality na aina ya tairi. Sasa hapo bwana usi, usiangalie tu kwamba kuna kilomita na ukaangalia kuna mwaka lakini usiweze kuzingatia uh, vitu kama let's say uh, gari tairi imelika upande. Hata kama umri hujafika, hata kama haijafika kilomita, lakini condition ya tairi inaonyesha kwamba tairi hii imeliwa upande, basi unatakiwa kuibadilisha, ama tairi hii imetoboka basi uh, umeangalia kabisa kondishen yake kwamba hii haiwezi kufaa, basi unatakiwa kuibadilisha. Hiyo ndio life span ya tairi. Tumetoka katika tairi, sasa tunaelekea katika betri. Sasa betri bwana, kitaalam ina muda wake, pia yenyewe haina kilometa, yenyewe ina muda. Uh, betri inashauriwa kuanzia miaka mitatu mpaka minne betri inatakiwa ibadilishwe aidha imeshaharibika ama bado, basi unashauriwa ubadilishe kuweza kuepusha matatizo yoyote ambayo yanaweza yakatokea. Sasa wale wenzangu na mimi ambao tunanunua gari ambazo ni second hand, hatujui gari ile betri imetumika muda gani. So wengine wakinunua betri, wakinunua gari tu used, wenyewe wanabadilisha tu betri kuweza kuweza kutrack vitu vyao, lakini watu wachache sana ambao wanaweza kufanya hivyo. Lakini uh, quality ya betri, pia ina mata sana tumekuja kuangalia, kuna quality mbovu za battery ambazo unakuta mwaka mmoja tu battery imekufa. Hapo kidogo ina disappoint watumiaji wengi sana wa magari, lakini kitaalam kabisa ukipata battery original kabisa inatakiwa ikae miaka mitatu mpaka miaka minne, lakini sio tu kukaa, kuna maswala ya kucontrol quality ya ile battery. Kwa mfano terminal zinatakiwa mda wote ziwe a, ziko safi hazina carbon a, a, charging system ya gari iwe sawa yani, a, auto na charge vizuri, hakuna leakage ya umeme, hakuna tatizo lote la umeme. Basi ukipata battery original kwa situation kama hiyo itaweza kukaa miaka mitatu mpaka minne. Natumai hapo ulipo umekaa na kalamu na karatasi, una note down bana kilomita ngapi natakiwa kubadilisha kitu gani. Lakini hata kama umepitwa basi tutaenda katika instagram katika peji yangu ambayo ni mbili, tano, tano Jerry kuweza kuandikia vitu vyote ambao hamkuwa na kalamu na karatasi wakati kipindi hiki kinaanza. Yani nenda instagram, follow 255 Jerry tutawapostia kila kitu ambacho kiko pale. Sasa tumetoka kwenye tairi tukaingia kwenye betri na sasa hivi tunaenda katika brake pads. Yes, brake pad. Tukiongelea brake pad tunamaanisha original brake pad. Hapa tunaongelea kilomita elfu thelathini mpaka kilomita elfu hamsini. Yes, kilomita elfu thelathini mpaka kilomita elfu hamsini zinaweza kukupelekea gari yako ikiweza kutumia brake pad ile ile bila kubadilisha brake pad nyingine, lakini kunakuwa na changamoto ya quality. Watu wengi wanatafuta au watu wengi wana import brake pad ambazo zina quality mbaya na kusababisha kuwepo na tatizo. Yaani, unapopata original brake pad inaweza kukupelekea kilomita elfu thelathini mpaka kilomita elfu arobaini na nyingine mpaka kilomita elfu hamsini Lakini ukipata breakpad ambazo si sahihi, basi itashangaa tu ndani ya muda mchache, breakpad zile zimeanza kulia, ama zinaliwa upande ama nyingine zinameguka kabisa. Ushakutana na breakpad ile, ile material na, ile, na kile chuma vimetengana kabisa. Hiyo ndo maana halisi kwamba quality ni ndogo. brake pad kilometa ndo kama hizo, tunaenda katika kitu kingine. Sasa twende katika kitu ambacho watu wengi hawafahamu. Kuna kitu katika gari kinaitwa timing belt. Timing belt nayo ina muda, muda ambao unatakiwa kubadilishwa. Timing belt ni kuanzia kilometa elfu tisini mpaka kilometa laki moja na elfu ishirini. Yes, wewe umenunua gari yako leo hii ina, ina kilometa laki moja na elfu ishirini. Unatakiwa kabla ujaendelea kuendesha, basi uende kwa wataalam wa maswala ya magari waweze kukubadilishia timing belt yako, kwa sababu iko hivi: baada ya kilometa laki moja na elfu ishirini za ukweli, sio zile zilizorudishwa nyuma, baada ya kilometa laki moja na elfu ishirini gari yako ina uwezekano mkubwa sana wa timing belt yako kukatika. Timing belt ikikatika kuna changamoto nyingi sana ama hasara kubwa sana ambayo unaweza ukaipata. Kwanza unaweza ukaharibu valve zote katika gari yako, unaweza ukajikuta vitu vingi vinaharibika hadi engine. na wale wa Volkswagen wananielewa ninachosema. Paka injini yenyewe haifai kabisa, ukaingia gharama kubwa sana ambapo, let's say, timing belt ungenunua kwa laki moja na nusu, laki moja na themanini, lakini unajikuta unanunua vitu vya milioni nne kwa sababu ya kuweza kutokubadilisha, kwa sababu ya kutokubadilisha tu kitu ambacho tayari kiko recommended kwamba watakiwa kibadilishe ndani ya kilometa let's say, laki moja ama laki moja na elfu ishirini. Sasa wewe kama mtumiaji wa gari leo hii, kagua gari yako Peleka kwa mafundi wa ikague timing belt, na kama una uwezo kubadilisha badilisha ndani ya muda sahihi. Brake fluid, yale mafuta ya breki yale mafuta breki, ushe kukaa na gari yako ukajiuliza, haya mafuta ya breki, je, yanatakiwa kubadilishwa baada ya muda gani? na ukakosa jibu, kilomita ngapi? ukakosa jibu. Yale bwana, haendi kwa kilomita yale, yanakaa. Unajua, kwanza mafuta ya breki, kabla sijaambia yatakaa muda gani, mafuta ya breki yana kazi rahisi sana. Kwanza hayaishi, ushe kusikia mafuta ya breki yanaisha Hayaishi yani, mafuta breki kazi yake yanakaa katika mzunguko tu kwa ajili ya kupress kuongeza, uh, kuongeza ule mgandamizo katika system ya breaking system, ya na pipe zake ni za chuma. Hata ukikuta ina uh, sehemu ya, ya, ya raba basi ni raba ngumu, kwa hiyo hayaishi, hayataki kuisha. Yanakaa miaka miwili. Yakiisha ile mafuta breki, kuna mawili inawezekana, kuna tatizo ama kuna leakage. Yanakaa miaka miwili mpaka mitatu, yes. Ikifika miaka miwili mpaka mitatu unatakiwa kubadilisha mafuta ya brek ama brek fluid yes. <tune> E, hii ndo sehemu yangu ya kujidai, kwa sababu hapa nawapa ma details kibao, nawapa ma information kibao juu na ma ya magari mbalimbali yaliyopo hapa na nje ya nchi yetu ya Tanzania kumi na tano ambayo yaliuzika vizuri sokoni, lakini tukizungumzia magari, tunazungumzia aina nyingi ya magari, tunazungumzia maroli, magari ya chini, tunaongelea pickup truck, tunaongelea vitu vingi. Sasa hatuwezi kushindanisha kila kitu katika sehemu moja. Hapa tunazungumzia SUV kwa wale ambao wafahamu maana SUV, maana yake ni sport utility vehicle. Uhalisia ama kwa njia rahisi unaweza kusema gari za juu, gari kubwa kubwa. Huwezi kuita BMW 3 series kama SUV, hapana, haina kigezo hicho. Sasa hapa katika top 15 nafasi ya kumi na tano ebwana, namba 15 imeshikiliwa na Jeep Wrangler. Jeep Wrangler bwana, ni heshima kwa Marekani, ni alama ya heshima na ni gari inayokupa sababu ya kuimiliki yani kadiri unavyoitazama Jeep Wrangler unaona ni gari fulani hivi ambayo kwanza imekaa kikazi, ni gari ambayo inaweza kufanya vizuri hasa katika barabara mbovu na kizuri zaidi ni kwamba ukiwa na Jeep Wrangler, hata ukiwa katika barabara smooth bado inafanya vizuri kabisa. Jeep Wrangler waliweza kuingiza hadi matoleo ya hybrid ambayo ilikuwa inawezesha kwa kiongo kikubwa sana kusave mafuta kufanya mauzo yake kufikia mpaka uniti laki moja na namba kumi na nne imeshikiliwa na Honda HRV. Hii Honda HRV inafanana sana na ile Honda CR Honda CRV. Wale ambao wameshazoea kuziona Honda CRV basi imefanana sana hii, lakini tofauti ni kwamba hii Honda imeboreshwa kwa ndani, staili yake kuna function kibao ambazo zimebadilika kwa ndani na kuonesha uzuri zaidi ya ile Honda nyingine. Hii ni all wheel drive. Apostle yake ni leather, ambayo ndani ni kali sana. Wireless smartphone ambayo una uwezo kuconnect na simu yako muda wote katika gari yako bila kuwa na tatizo lolote. Imeweza kufanya vizuri katika soko na kushikilia namba 14 kwa kuuza unit laki moja elfu hamsini na moja mia nne sitini na nane. Namba 13, namba 13 imeshikiliwa na Kia Sportage. Hii Kia Sportage ukiangalia ina kitu kinachoitwa cutting edge, yani namna ya muundo wake ama sura yake ya mbele imeonekana kama imekatwa, yani wanaita cutting edge style and excellence technology bonge moja la muundo wa mbele, ambapo imefanya mauzo kufanyika vizuri. Lakini sio tu cutting edge peke yake, waliweza kuweka teknolojia mbalimbali zilizopelekea mpaka mauzo kufanya vizuri. Waliweka teknolojia inaitwa drive wise safety technology, ambayo ilikuwa inamwezesha mtu kipindi ambacho anaendesha gari yake awe safe zaidi. Kuna nafasi kubwa sana au leg room katika abiria anayekaa nyuma, zaidi ya inchi 41.3, imeweza kupelekea mauzo kupanda mpaka kufika unit laki moja elfu sitini na moja mia tisa kumi na saba. Subaru Outback hii imeshikilia namba 12, wengine wanaita wagon ila Subaru wenyewe wanaita SUV ni standard all-wheel drive Yenye urefu kutoka kwenye ground mpaka usawa wa gari ambao ni inchi tisa na nusu, ambayo imejizolea umaarufu mkubwa. Na hii ni model ya kipekee ambayo imetengenezwa, au wanaita wilderness model special kwa ajili ya off-road, na wale ambao wanaenda bugani. Unaweza ukawa na Subaru na ukashindwa kuenda bugani, lakini hii ni maalum kabisa kwa ajili ya kuenda sehemu zenye barabara mbovu, sehemu ambazo inaweza ikapelekea gari nyingine ya kawaida kupata tabu. Lakini hii ni ndefu na ilikuwa kazi yake maalum ndio hiyo. Na hata ukiangalia rangi nyingi ambayo iliuza zaidi ilikuwa ni rangi hii ambayo inaonekana kama kuingia mbugani na kuweza kupelekea mauzo kufikia unit laki moja sitini na nane mia saba sabini na moja. Nikizitaja unit hizi ninamaanisha gari ambazo ni mpya, yani brand new kutoka kiwandani kwenda kwa dila ama kwenda kwa watumiaji wa mwisho, sio gari ambazo ni second hand. Kuja sehemu nyingine, Subaru Forester yenyewe imeshikilia namba kumi na moja. Subaru Forester hii ni model ambayo ni ya mwaka 2024 lakini ina kama upgrade kit au imetengenezwa kama kwa ajili ya model ya mwaka 2025. Hii imewekewa vitu vingi sana ambapo ilipelekea kupendwa na watu wengi sana. Ilikuwa na premium option. Ilipewa option moja hivi inaitwa driver focus distraction mitigation. Hii ni teknolojia ambayo ina monitor dereva pale ambapo anaendesha gari endapo ana aina yoyote ya distraction. Hey, kuchoka, usingizi ama amelewa, ama hata kama ana stress, ikiweza kumpa alert mbalimbali kumwepusha na ajali. Ikiwepo option nyingine ambayo inaitwa motion activation power tailgate. Hii ni option ambayo inaweza kumpelekea dereva kuweza kufungua buti lake na kuchukua mizigo. Na je, atafungaje? Basi anaweza kutumia motion either ya mguu ama ya chochote kile katika mwili wake kwa ajili ya kuweza kuwezesha buti lijifunge lenyewe. Buti linaitwa tailgate kwa lugha ya kitaalam. Hii imeweza kufanya vizuri na ina model fulani hivi ambayo yenyewe inalingana na ile ya mwanzo ya Outback ambayo ina uwezo wa kurefuka kwa inchi zaidi kuliko Subaru zingine zote, lakini modeli hii iliishia kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne yaani ule uwezo wa kufanya gari hii iweze kuinuka zaidi kuliko Subaru nyingine iliishia mwaka elfu mbili na ishirini na nne Ilifanya vizuri na kuweza kufanya mauzo makubwa kabisa ya yuniti zaidi ya laki moja elfu sabini na tano mia tano ishirini na moja Subaru. Na hizi ndio top 10 za SUV zilizofanya vizuri kabisa katika mwaka 2024. Na na namba kumi imeshikiliwa na Subaru Crosstek. Subaru imekuwa ikifanya vizuri na kuweza kushikilia namba hii kumi, kumi na moja na ile kumi na mbili. Sasa namba kumi imeshikiliwa na hii Subaru inaitwa Crosstek. Ni Subaru ambayo ina mwonekano kati ya hatchback pamoja na crossover. Hii ni gari ambayo ina uwezo kubeba abiria watano. Ina ina buti yani sehemu kubwa sana ya buti ambayo ina uwezo wa kupakia mizigo mingi sana, ndefu kutoka ardhini nchi 9.3 imeweza kujipatia umaarufu mkubwa na kuweza kufanya mauzo makubwa mpaka unit 181,811. Namba 9 namba 9, imeshikiliwa na Ford Explorer. Eh, bwana, Ford imeanza kutengeneza model za Explorer siku nyingi sana na zimekuwa zikipata watumiaji wengi na wapenzi wengi sana, na lakini Mwaka 2024 wao waliamua kuboresha na kuweka mifumo mingi sana ya kisasa ambayo pia inamwezesha mtu katika swala zima la usalama wake yeye kama dereva ama abiria uliopo ndani ya gari, waliweka mfumo unaoitwa Co-Pilot 360 Assist, ambayo hii ina kamera sehemu zote katika gari, kamera ambazo zina uwezo wa kuview pande zote za gari mbele, nyuma juu, uh, juu kulia, kushoto, chini na hii humwezesha dereva pale ambapo endapo kama amepata na usingizi amehama pembeni kidogo ya chaki, basi anarudishwa katikati, na kama kuna tatizo lolote wakati anataka kuhama barabarani kamera zinaweza kumalet kama nyuma unaingia una upande wa kushoto, lakini nyuma kuna gari inakuja na kuweza kumpa alert mbali mbali. Ford Explorer pia ilipewa uwezo mkubwa sana wa engine yani engine yenye nguvu ya kuweza kuvuta mpaka uzito wa tani 2.5 yani kilo 2500. Baada ya kufanya vitu vyote watu walipenda gari hii na kufanya mauzo zaidi ya unit laki moja elfu tisini na nne na tisini na nne. Namba 8 imeshikiliwa na Chevrolet trucks. Hii imeuza zaidi ya unit laki mbili mia sita themanini na tisa. Ni kagari flani hivi kazuri sana na ni rafiki kwa matumizi ya kawaida. Ina mfumo unaoitwa E85, yani E85. Hii inamaanisha kwamba inatumia mafuta aina flani ya mafuta inaitwa ethanol ambayo ni kama asilimia themanini na tano ethanol na, na asilimia kumi na tano mafuta haya ya petroli ya kawaida ambayo huwezesha kutunza mazingira vizuri lakini pia husaidia katika ulaji wa mafuta. Ni olwe drive, imeweza kufanya vizuri katika soko na kuweza kushikilia namba nane. Namba saba hapa tunaongelea Yundai Tukson. Hii ni gari ambayo ina mwonekano mzuri ukiangalia kwa ndani kuna mwonekano mzuri, ina standard wireless smartphone ambayo ina uwezo kuunganisha vizuri na simu yako ya mkononi, either iwe Android ama iwe iPhone inaweza kuunganisha vizuri sana. Hyundai bwana, wameweza ku break rules kidogo katika utengenezaji wa magari. Kawaida tumezoea kuona kwamba magari zinatengenezwa kwa taa zikiwepo sehemu ambayo taa tumezoea, lakini Hyundai wao walitengeneza taa ambazo zipo paka katika show grill ya gari, lakini ni taa fulani nzuri ambazo hata mchana huwezi kuelewa zile zimewaka ama zimezima, lakini ni taa ambazo muda wote unaweza kuziona kama ziko on. Mimi binafsi nikikutana nazo huwa nazishangaa sana, ni taa ambazo zina muonekano wa kipekee kabisa. Zimewekewa mfumo ambao unaitwa highway driver assist system, ambapo kama mtu anatumia gari yake katika highway na amechoka, basi kuna muda ambapo gari ile inaweza kumwendesha na kutokuwepo na haja ya kukanyaga mafuta muda wote, kwa sababu ina kitu kina kinachoitwa adaptive cruise control imeweza kufanya vizuri na kuweza kufanya mauzo zaidi ya unit laki mbili f na moja na 26. Namba sita, namba sita imeshikiliwa na Jeep Grand Cherokee. Hii ni gari ambayo ni nembo ya Marekani, watu wengi ambao wako Marekani wameweza kuipenda sana Jeep Grand Cherokee. Ni gari luxury, lakini gari yenye uwezo mkubwa sana kufanya kazi katika uh, rough road, yani barabara ambazo ni mbovu. Model iliyofanya vizuri ilikuwa ni model ya hybrid yenye uwezo mara mbili inaokupa zaidi ya kilomita 41.8 za umeme. Yani, wewe unapoendesha gari na weste likakata, utapata zaidi ya kilomita 41.8 za kuserereka tu kwa kutumia mota zilizopo ndani ya gari. Ile ina mota mbili za hybrid ambazo zinaweza kukufikisha salama sheri ama petrol station iliyopo karibu na wewe. Katika ulaji wake wa mafuta inanusa, kwa sababu katika lita moja inatembea zaidi ya kilomita 18. Imefanya vizuri sana kwa sababu consumption yake ilikuwa nzuri, na hivyo inavyosupport rough road ikaweza kupelekea mauzo zaidi ya unit laki mbili elfu sitini na moja na arobaini na nane na hii ikaipa nafasi ya sita katika mauzo ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne na, na sasa tumeingia kwenye top 5 magari yaliyofanya vizuri katika mauzo ya SUV mwaka elfu mbili na ishirini na nne na namba tano imeshikiliwa na gari aina ya Chevrolet Equinox hii ni gari ya kimarekani ambayo pia inafanya vizuri kutokana na muonekano wake na pia ni modeli ya mwanzo kabisa katika SUV za Equinox Chevrolet waliamua kutoa toleo hili mwaka 2024 na, na kulifanya ilifanye vizuri katika soko na pia Chevrolet hii ilitolewa modeli nyingine ya 2025 kwa hiyo huyu ni kijana mpya katika soko la SUV lakini iliwekewa vitu vingi sana kwa sababu wao waliangalia soko linahitaji nini Kuna kitu inaitwa automatic breaking ambapo pale ambapo unataka kugonga mtu yenyewe gari ita sense na kuweza kujifunga breki. Ina automatic high beam sema, ambapo kuna giza inahitaji mwanga zaidi yenyewe itawasha high beam bila kumsumbua yule mtu ambaye anakuja kutoka upande wa mbele. Teknolojia hizo na nyingine nyingi ndo zilipelekea gari hii kufanya mauzo mazuri sana 2024 na, na kuipa nafasi ya tano kwa kuuza unit laki mbili. Namba nne imeshikiliwa na gari ambayo haitangazwi huwezi kuikuta katika TV mara magazeti ama huwezi kuikuta kwenye mabango wala redio. Tazama gari ambayo inaweza kujiuza yenyewe bila promotion. Unahisi ni gari gani imeweza kuuza zaidi ya unit laki mbili 45,724? Sababu kubwa ya kufanya mauzo kwenda juu hivi ni ulaji mdogo sana wa mafuta. Yes, hata nchi za wenzetu pia wanajali hilo, sala la mafuta consumption linaathiri kabisa katika mfumo mzima wa bajeti za kila mtu na mtumiaji yoyote gari na bei ndogo ya mauzo gari hii ilipelekea kufikia nafasi ya nne. Hii ni Nissan Rogue. Tumeingia top 3 ya SUV zilizouzika zaidi mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Kabla tujaingia top 3, basi tusisahau kufollow katika page yetu ya Instagram 255 Jerry. Shukrani nyingi zimwendee director Zosa kwa kuweza kutuandalia makala kali kama hii, mpaka wewe unasikiliza na unaenjoy kabisa. Namba tatu. Honda CRV. Honda bwana imepigana vita vingi sana Honda CRV nimeziona nyingi sana tokea zamani, na ikiendelea kuupdateiwa kila siku, wanaendelea kuupgrade na kuweza kuleta muundo mpya ambao upo upgraded na mifumo mingi sana ya kisasa, kupelekea mauzo kwenda juu mpaka kupelekea unit laki nne 79 na moja. Namba mbili Tesla Model Y. Tesla amekuja amesumbua sana katika soko la magari unaweza kukuta, Tesla Tesla ni kampuni mpya miaka hivi karibuni. Lakini kuna makampuni yapo zaidi ya miaka 40, miaka 30 katika game. Lakini Tesla aliingiza model zake na kuweza kufanya vizuri, kwa kuweza kuua kabisa. Unajua, kikubwa ni kwamba uangalie watu wanahitaji nini, na nini ambacho unaweza kuwapa watu, na watu waka enjoy. Tesla bwana ameweza kutengeneza mfumo unaoitwa safe drive features, ambazo endapo utahitaji ikuendeshe yenyewe itakuendesha, lakini pia aliwanyima watumiaji wa gari yake, mfumo wa kuunganisha gari yao na radio za Android ama Apple. Wao waliwekewa mfumo wao kabisa ambao ni application ya Tesla unaidownload, ambapo unaweza kumanage vitu vingi katika simu yako ambavyo ni vya gari. Unaweza kaangalia baadhi ya video, kuziconnect. Unaweza kaangalia status ya gari yako katika simu na vitu kibao. Style yake ya milango ni style fulani unique, uwezi kuikuta katika gari nyingi sana. Ile hali ya kuinuka milango kwa juu ni hali ambayo ni tofauti kwa gari nyingi sana Tesla ni gari ya umeme. Sasa umeme tu haitoshi. Je, ukichaji gari yako inakupeleka kwa umbali gani? Hii inakuwezesha kutembea zaidi ya kilometa 533. Tesla Model Y imeshikilia namba mbili kwa kuweza kuuza unit zaidi ya unit laki nne elfu tano mia tisa. Namba moja namba moja ni gari ambayo sio ngeni machoni mwa wengi na ni gari ambayo katika listi hii ya SUV nizozitaja zilizouzika bora 2024 hujazisikia muda mrefu, ni gari ambayo nadhani ulikuwa unaitegemea kuisikia katika listi hii. Gari iliyopewa sifa kubwa kwa sababu ya uwezo wake mkubwa wa safetyness, yani usalama katika gari, nafasi kubwa iliyopo ndani ya gari, dashboard ya kisasa, safety features nyingi sana za mifumo inayokuwezesha wewe usiweze kupata tatizo lolote. Pia kuna modeli nyingine ambazo zinza hybrid katika gari hii hii, imeweza kuuza unit zaidi ya laki nne elfu sabini na tano mia moja tisini na tatu. Unahisi ni gari gani hii? Basi ni gari aina ya RAV4. Hii inaitwa The Gear. See you next time, naitwa Jerry, yani 255 Jerry.